ni kwamba tumemaliza kikao muhimu sana sana sana ee, kikao muhimu ambapo toka jana tarehe ishirini na leo ishirini na moja tumekaa na mashekhe, yani ni kikao kimeitishwa na baraza la mashekhe moja zuri ni kwamba uh, kwa muda wa miaka ya kutosha ndio uh, mashehe wanakutana kama hivi, tunabadilishana. Alhamdulillah, jambo zuri la kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Toka jana na jadili namna gani tusukume Uislamu, uh, imani ya muislamu na kadhalika, Uislamu uweze kwenda kwenda vizuri. Alhamdulillah, leo ishirini na moja ndio tumetamatisha kikao chetu, lakini zuri kabisa ni kwamba katika kikao chenyewe tulikuwa na viongozi ambao walitangulia kuongoza jamii hii e, ili kupata kwao khibra kupata kwao nasaha alhamdulillah. Toka jana tumekaa nao, tunamshukuru Allah subhanahu wa taala, tumefikia matunda ya kuunda lile baraza la mashekhe pana, ambapo sawa na sheria kuna baraza la mashekhe finyu, mashekhe kumi na moja, kisha kuna wengine thelathini ambao ndio wanaunda baraza pana. Kwa hiyo limeundwa pia hilo biidhnillah, alhamdulillah. Lakini la kuelewa ni kwamba mashekhe wote na wasomi wote ni mashekhe na uh, ni maduati kila mmoja sawa na juhudi zake. Inshallah wote tutawatarajia na wote tuwe pamoja ili kusukuma gurudumu hili la dini ya Allah subhanahu wataala. Tunamwomba Allah subhanahu wataala Mwenyezi Mungu atufikishe kwenye malengo. Kwa niaba ya ndugu zangu wote akiwa mbele e, mufti wa jamii, lakini pia kadhi wa Baraza la Mashehe, tunakushukuruni sana, dua zenu waumini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, katika muda kama huu tumetoka kwenye kikao cha Baraza la Mashehe e, hapa Bujumbura. Kikao kilikuwa kizuri chenye mafunzo yaliokuwa mazuri. Tumeshiriki na mashehe mbalimbali mbali, alikuwepo mufti akawa kadhi na naibu kadhi wengine wote waliohudhuria, kubwa tu nazitoa shukurani zangu za dhati kuona kikao hichi kilikuwa na uhusiano uliokuwa mzuri na kutupa khutwa na njia ambayo tutakayokwenda nayo, naifahamisha jamii na ndugu zangu mashehe ya kwamba kuku anapokuvuruga ukimpiga kile, ukimpiga kilemba utakuwa umeharibu kitambaa. Kwa hiyo tuendelee na kazi, Mwenyezi Mungu subahana wa taala atatulipa kila laheri. Wale watoto ambao wanakaa katika jamii hawana adabu, kadiri utakwenda unajibizana nao utakuwa ni wewe ndio unajichafua. Waswahili wakasema kuku kumpiga kilemba unaharibu kitambaa.